Sasa sisi tusisikilize maneno ya watu tarehe ishirini na tisa. Sisi tunachojua ni kwenda na kutiki kwa rais, kutiki kwa mbunge, kutiki kwa madiwani wanaotokana na chama cha mapinduzi. Ndiocho ambacho tunakijua tuamke, wote twende kwa nguvu moja, tuache makelele ambayo yanasikika huko kuzimu. Kuzimu ambapo waishi watu wanaokula za kutosha, lakini naona wakina mama Jamani, mimi siwezi kuongea bila kuwataja akina mama. Huyu mwenyewe mtoto mnaemwona hapa mbele kalelewa na mama tu, kwa hiyo nikiona akina mama hapa naona niko na mama zangu. Mzigo mzito mpe Mnyamwezi, si ndio? Jamani, na sasa hivi tuna wanyamwezi wetu wangapi wangapi? Wanyamwezi wetu nao watatu, ambao mnyamwezi wetu wa kwanza ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnyamwezi wetu wa pili ni mbunge wetu mtarajiwa Dr. Johannes Johannes Lukumai, na mnyamwezi wetu watatu ni nani jamani? Mnyamwezi wetu watatu ni nani jamani? Sindio jamani? Hawa hawa wana nguvu ya kutosha ya kubeba mizigo yetu yote, wana nguvu ya kutosha ya kubeba mizigo yetu yote. Niongee nionge jambo, matajiri wameshasaidiana sana matajiri wameshafaridiana sana sasa ni zamu ya masikini. sasa ni dhamu ya masikini. Tunataka sauti ya watu ambao hawana sauti isikike. Tunataka sauti ambayo watu isikike isikike kwa vitendo.